Uh, mchezo wenyewe kwanza kabisa ni comedy. Uh, ni mchezo ambao ulichezwa mara ya mwisho ilikuwa ni miaka karibu 350. Ni mchezo ambao ni wa Kifaransa. Sisi kitu tumefanya tu ni kuadapt. Uh, ni mchezo ambao unazungumzia kuhusu, yani, jinsi kuna generations tofauti. Kuna generation, kuf, kwa mfano ile uh, role ambayo mimi nilikuwa nacheza, nilikuwa nacheza role ya Uncle George ambaye ni babake wa msichana mmoja, wakati ya wale wasichana wawili ambao wanaitwa vienyeji, kumaanisha kwamba wametoka ushago wamekuja mjini. Sasa unaambiwa huku anayewika kijijini hawezi wika mjini, sio? Nasema hivyo lakini, sasa hawa walikuwa wanajaribu ku, kuwika mjini. Sasa mchezo wenyewe unaonyesha jinsi kuna hiyo tofauti kati ya vile watu wanafikiria kule e, kijijini na vile watu wako kabisa mjini. So mtu akiwa kijijini anafikiria kwamba mjini mambo ni hype, mambo ni makubwa, lakini kumbe watu huku ni watu wa kawaida tu mjini. Sasa hawa wasichana tofauti hiyo inaonekana vile kabisa kupitia vijana wawili ambao wanakuja kuwaposa, kujaribu ku, kuwaposa. Si eti wanawaposa, lakini wanakuja kujaribu kuwaposa, kisha wanakuja kutambua kumbe hawa wasichana wa ni vienyeji. Sasa wana wana hawa wasichana wana wana treat vibaya tuseme ilikuwa treat vibaya wale jamaa wanakasirika, wanasema nao watawatafutia wale wanaume. Hao wasichana wanafikiria ndio wazuri, kumbe ni wanaume fake, ni imposters yani kujiwekelea tu, unajiwekelea. So wanakuja pale, wasichana wanakuja kushtuka, kumbe mambo si hivyo, mdhani endi siendi, siendi. So ni story ambayo imeangazia hayo mambo, tofauti kati ya mjini na kijijini na pia uh, kuna mambo yale madogo madogo tumeangazia ya jinsi maisha vile iko saizi, na serikali yetu vile watu pia wanapitia kama maisha kidogo, so tumejaribu kujiangaziangazia but in a funny way kuweka kidogo ucheshi. Hey, Kiswahili bana, usijudge kitabu kwa kuangalia tu ile cover, eh, mjue mtu kwanza vizuri, jaribu kufika yani, try to reach halfway. Umwelewe mtu na yeye pia rich afumwelewane, ndio mkae, kwa sababu watu wanatoka from two different backgrounds ama different backgrounds. Kwa hivyo inatufundisha ya kwamba tujaribu kuelewana, kuakomodatiana, yani tuweze kukaa, tuweze kutangamana hilo. hey, ndio neno kweli, kutangamana hey, no. <laughs>